Masikio na macho ya wanadiplomasia na wachambuzi wa masuala ya kimataifa wameelekeza huko Oman yalikokuwa yakiendelea mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Jambo la kutia moyo ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump, ambaye kabla ya mazungumzo hayo alionekana kutaka kuamini matumizi ya kijeshi kwamba ndiyo njia pekee, hatimaye anasema mazungumzo hayo yamekuwa ni mazuri na ya kiwango cha juu. Na hii ni Trigen Media. Hata hivyo, pamoja na kueleza kuridhishwa kwake na mazungumzo hayo, Trump hajaweka wazi kwamba ni kitu gani hasa anachoona kimeenda vyema katika mazungumzo hayo, huku ikielezwa kwamba kutakuwa na kikao kingine wiki chache zijazo, japokuwa ajenda na nini kitakachokwenda kujadiliwa havijawekwa wazi bado. tumekuwa na kikao bora kabisa na mwakilishi wa juu wa Iran, ngoja tuone nini kitakuwa matokeo ya yale tuliyoyajadili, amesisitiza Trump kwa waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya Air Force One. Hata hivyo pamoja na maneno hayo ya matumaini, bado Trump kama kawaida yake alitoa kauli inayoendelea kuweka ukakasi ama kuweka mustakabali kwenye mabano juu ya mzozo huo pale aliposema kuwa Iran haiwezi kuruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia kwa namna yoyote ile ya makubaliano. Tutakutana tena mwanzoni mwa wiki ijayo na Irani. Wanataka kufanya makubaliano kama inavyopaswa. Wanajua matokeo kama wasipofanya makubaliano, yatakuwa mabaya sana. Tutaona kitakachofuata, ameongeza Trump. Marekani na Iran wamekuwa katika mvutano mkali na wa muda mrefu baada ya kuingia utawala wa Rais Donald Trump ambaye mara kadhaa amekaririwa akionya kwamba huenda anaweza kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya Iran, huku Iran kwa upande wake wakionya pia kwamba asije kujaribu nia yake hiyo, maana watajibu mapigo. Baadhi ya mambo ambayo yamekuwa hayaendi sawa kwa pande hizo mbili kati ya Iran na Marekani kwa muda mrefu ni pamoja na kuwekeana vikwazo vya kiuchumi na vitisho vya kijeshi, ambapo iwapo mazungumzo haya yatafanikiwa itakuwa ni hatua muhimu sana iliyofikiwa kuzima uwezekano wa kuzuka vita. Jambo jingine lenye ukakasi kwa Iran ni msimamo wa Marekani kutaka Iran kusimamisha au kupunguza kwa kiwango kikubwa urutubishaji wa uranium. Lakini pia sharti jingine ni kutaka Iran kuruhusu ukaguzi mkali wa kimataifa na kurejea katika msimamo wa masharti ya makubaliano ya nyuklia ya mwaka elfu mbili na kumi na tano. Hayo ni mambo ambayo Iran imeapa kwamba haiwezi kuyakubali, na moja ya hoja ambayo wanadiplomasia wengi wanaiona kuwa ina mjadala mkubwa katika mazungumzo hayo yanayofanyika huko Oman ni pamoja na hiyo ya Marekani kutaka Iran kuachana kabisa na mpango wake wa nyuklia. Hapo katika hoja hiyo watakaa sana mimi naona, na hilo ni jambo la kusubiri na kuona. Hii ni Trigen Media na mimi ni Leonard Mubali.